Siku moja Sungura na Fisi walikuwa marafiki, lakini Fisi alikuwa na tamaa sana. Walipokuwa wakilima shamba la mahindi, Sungura alimshauri Fisi kuwa mgawanyi shughuli za ulinzi wa shamba dhidi ya ndege. Sungura kwa ujanja wake alijifanya amechoka sana na kumwambia Fisi, kazi ya kufuguza ndege ni ngumu sana, nataka nipumzike. Kisha akamwambia Fisi kuwa wanaweza kula mama zao kwa zamu ili wapate nguvu. Fisi kwa uroho wake alikubali haraka na kwenda kumchinja na kumla mama yake. Baada ya kula, fisi alirudi kwa Sungura akimtarajia na yeye amchinje mama yake, lakini sungura alikuwa mjanja. Alimficha mama yake kwenye pango na kisha akamwambia fisi, nimekataa kumla mama yangu, mama yangu ni mzee na mgonjwa, hawezi kuliwa. Fisi alikasirika sana kugundua kuwa amenyang'anywa na Sungura, lakini hakumfanya chochote kwa kuwa alikuwa amechoka. Sungura alimwacha Fisi akihangaika na njaa, huku yeye na mama yake wakila chakula chao walichokificha. Hadithi hii inafundisha mambo kadhaa, kama vile ujanja na akili ni bora kuliko nguvu na uroho; tamaa na pupa hukuletea hasara.